Moja ya kitu ambacho kimekuwa kikiwatarabisha watu wengi sana kwenye jamii yetu ni maumivu ya moyo. Ya, maumivu ya moyo. Na asilimia kubwa sana ya maumivu ya moyo yanasababishwa na mahusiano, ndoa, familia na malezi. Hichi ni moja ya kitu ambacho kimesababisha maumivu mengi sana katika maisha ya watu. Pengine wewe ni muhanga wa matatizo haya. Pengine wewe ni muhanga wa maumivu haya. Pole sana. Pole. Sasa kile ulikuwa unajiuliza ni wapi ambapo unaweza ukajikuta uh, uko sehemu salama, ukajikuta mtu anatambua maumivu ya majeraha uliyo nayo, basi ni kusitu tu kwamba uko sehemu sahihi. The Gold Voice, tumezamiria kuleta suluhu na tumezamiria kuganga majeraha ya wanajamii wengi ambao wameyapata kwa njia ya mahusiano, ndoa na familia na kuleta uponyaji, lakini pia na, na kukufungulia ukurasa mpya kwa maisha yako ya mahusiano ya sasa yakafanyika kuwa bora zaidi, au mahusiano yako mapya ambayo unatarajia kuingia. Katika siku ya leo, The Gold Voice, tutagusa moyo wa mtu mmoja, moyo wa mtu ambaye alipata mtoto eh, kabla ya kuingia kwenye ndoa, moyo wa mtu ambaye alipata mtoto kabla ya kuolewa a, au kabla ya kuoa. Hivi ndivyo ambavyo tumepanga leo kumshusha maumivu huyo mtu ambaye alipata mtoto kabla ya ndoa e. Karibu katika somo letu la leo ambalo linasema kwamba maumivu ya kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa. Watu wengi sana wanapopata watoto kabla ya kuoa au kuolewa huwa wanajisi wenye bahati sana, na pengine ni malengo ya watu wengi sana ambao hawajaingia kwenye ndoa, kwamba anaona kwamba sasa hata nikipata mtoto tu inatosha pengine uko sahihi, na mimi niungane nawe kwamba kupata mtoto ni baraka kubwa mno, lakini baada ya muda fulani eh, mioyo yao huwa inalipuka moto mkali sana ambao unaweza ukasababisha maumivu yasiyo na kikomo na ndivyo ambavyo unataka kuelewa wewe ambaye una malengo ya kupata mtoto hata kabla haujaoa au kabla ya kuolewa, kwamba una uwezo kusababisha mlipuko wa maumivu makali sana, ambayo yatakuwa hayana kikomo na yatakuwa yana kujeruhi kama ambavyo watu wengi sana wanavyojeruhiwa na maumivu haya. Sasa tunapozungumzia watoto, tunazungumzia ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ana watunuku watu, Mungu, watu ili waujaze ulimwengu. Ni zawadi pekee ambao Mwenyezi Mungu anawatumuku mwanaume na mwanamke ili waweze kuujaza ulimwengu. kisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba hadi ishirini na nane Mungu anawaagiza mwanamke na mwanaume kwamba, enendeni mkazaliane mkaujaze ulimwengu. Maana hizi ni baraka pekee ambazo zinakuwa ndani ya mtu kibaiolojia, ambapo ukienda kukutana na mwanamke na eh, mwanaume, moja kwa moja mna ah, uwezo wa kupata mtoto. Sasa pamoja na hayo nazungumzia kupata mtoto eh, kabla ya kuoa au kuolewa. Manake ni hatua pekee ambayo baba na mama wanakubaliana, eh, kuibeba eh, wanakubaliana kuibeba, manake wanakubaliana nayo baada ya kutokea, aidha kwa kukubaliana au kwa dharura. Manake kupata mtoto kabla ya kuolewa au kuolewa ni dharura au mmekubaliana lakini pia mtoto anapozaliwa lazima mkubaliane kuimema. Ila habari ya kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa inaweza ikaja kwa makubaliano au dharula pia. Sasa tunapozungumzia pia eh, maumivu ya kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa, tunazungumzia mkusanyiko. Eh, mkusanyiko au mrundikano wa changamoto ambazo zinawakabili baba na mama baada ya kupata mtoto na wameshindwa kutimiza agano la ndoa, yaani kuishi pamoja. Sasa ule mrundikano wa changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili ndio kitu pekee ambacho tunakihesabu kama maumivu, kwa sababu hizo hizo changamoto zitawaliza zitawagombanisha na zitawafanya watu hawa wasiweze kujihisi kama watu wengine na kujikuta kama wako matatani zaidi. Lakini kupata mtoto kabla ya ndoa au kabla ya kuolewa au kuoa eh, sio kitu tu ambacho kinakuja from nowhere. Hichi kitu kina sababu zake nna tunapoona hizi sababu manake, aidha ndizo zilizokukumba wewe au zina uwezo wa kukukumba wewe pia, kwamba ukajikuta na wewe ukaingia kwenye mtego wa kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa. Sababu namba moja ambayo inaweza ikakusababishia wewe au ilisababisha mtu mwingine apate mtoto kabla ya kuoa au kuolewa ni pamoja na dharura ya kiafya napozungumzia dharura ya kiafya tuna dili zaidi hapa na afya ya mama, kwamba mwanamke e, afya yake inaweza ikaleta itilafu na mwisho wa siku e, wakajikuta wamepata mtoto, au wewe afya yako inaweza ikaleta itilafu, mwisho wa siku unaweza ukajikuta kwamba ukapata mtoto bila e, wewe kuingia kwenye ndoa au bila wewe kutarajia. Kwa hiyo dharura ya kiafya ni kitu ambacho kinaweza kikakutokea wewe na ukapata mtoto kabla haujaingia kwenye ndoa au kabla haujaolewa. Lakini pia ni kitu ambacho kinaweza kikapelekea pia hata mwenzi wako naye kupata mtoto kabla hajaoa, na ndicho ambacho kitu ambacho huenda baadhi ya watu kiliwakabili ni ne, dharura ya kiafya kwamba ilitokea tu afya imeleta hitilafu, wakajikuta wamepata wa mtoto kabla hawajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ni moja ya sababu ambayo inapelekea watu kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa. Lakini sababu nyingine ni kulazimishwa au, ni kulazimisha au kushawishi ndoa. Na watu wengine walipata mtoto, au kuna watu wengine wanataka kupata mtoto ni kwa rizoni ya kutaka ndoa eh, kwamba anaamini bila mtoto yeye eh, hawezi kuolewa na mwenzi wake lakini yeye yuko tayari kuolewa naye, lakini mwenzi wake hajaona bado utayari wa kuingia kwenye ndoa. Sasa ili yeye kuweza kuingia naye kwenye ndoa, anadhani mtoto anaweza akawa sababu kubwa sana ya yeye kuweza kuingia naye e, kwenye ndoa mwenzi wake. Lakini huenda hii ni reason pia ambayo imesababisha watu wengi kupata watoto wakidhani kwamba anapopata mtoto na mwanamke au anapopata mtoto na mwanaume, maana yake itakuwa reason pekee ambayo itamlazimisha yule mtu kuweza kuingia naye kwenye ndoa halafu, at the end of the day inakuwa negative. Maana yake hata huyo mtu, hiyo inaweza ikawa sio sababu pekee ya yeye kuweza kuingia na yeye kwenye ndoa au kwenye agano takatifu na umilele. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea au imepelekea baadhi ya watu kupata watoto au mtoto kabla ya ndoa ni eh, kunogewa na mahusiano bila kufikiria kwa kina. Kuna mtu mwingine alipata mtoto kwa sababu ya mahusiano aliyokuwa nayo, alinogewa nayo akasahau kila kitu. Eh, alinogewa na mahusiano akasahau hata taratibu za kalenda za afya uzazi, akasahau kila kitu. At the end of the day akajikuta anaingia kwenye mtego wa kupata mtoto, alafu ndio akili inafunguka. Lakini pia hata wewe uliyeko kwenye mahusiano sasa na hujapata mtoto, ukae ukijua kwamba mahusiano yakinogea kupita kiasi ana uwezo kuingiza kwenye mtego wawewe kupata mtoto bila kuwa na utayari au bila kujiandaa au bila kushirikisha mwenzio. At the end of the day, mnajikuta kwenye mtihani wa kupata mtoto kabla ma ya hamjaoana. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho nataka ukielewe kwamba mahusiano yaliyonogewa sana yanatakiwa pia yabatani na fikra chanya. At the end of the day, msije mkageuza mahusiano yakawa pia uwanja wa maumivu na kulumana. Lakini pia sababu amba inaweza akapelekea mtu akapata mtoto kabla kuoa au kuolewa ni janga la dharura. Tunapozungumzia janga la dharura maanake, aidha mwanamke amelazimishwa kufanya kuku, amelazimishwa kukutana na mwanaume eh, bila kushirikishwa bila, eh, bila utayari wake bila uhiari wake. Sasa hivi ni moja ya vitu ambavyo pia vinawakuta baadhi ya wa wanawake nawakuta baadhi ya wa wamama kwamba wanijikuta wanabakwa wanafanyiwa vitendo vya kiukatili, at the end of the day eh, siku zake zilikuwa kwenye arrangement, at the end of the day anapata mtoto. Hii ni moja ya reason ambayo imeweza kuwafanya baadhi ya wa wamama wamepata watoto bila ridhaa yao au kabla hawajaingia kwenye ndoa, lakini pia vivyo hivyo hata kwa baadhi ya wa wanaume eh, waliwekwa kwenye mtego na wanawake ambao walikuwa wana malengo fulani sasa akawekwa target. Anapowekwa target mwanaume, manake mwisho wa siku ile sio ridhaa, tunaihesabu kisaikolojia kama ni janga la kidharura, tunahesabu kihekima kama ni janga la kidharura ambalo mtu amefanyiwa, mwisho wa siku anajikuta amepata mtoto bila ridhaa yake au kabla hajaingia kwenye ndoa. Lakini pia hata wewe ambaye haujaingia janga kama hili lina uwezo kukabili na kujikuta wewe unaenda kinyume na malengo yako ya kupata mtoto kabla haujaingia kwenye ndoa. Hizi ni moja ya sababu ambazo zina uwezo wa kupelekea au zimepelekea baadhi ya watu kupata watoto kabla hawajaingia kwenye ndoa, yaani kuoa au kuolewa. Sasa pamoja na hayo, ziko athari kadhaa ambazo unaweza ukazipata ukipata mtoto kabla haujaolewa au kabla ya kuoa au, au kuna baadhi ya watu ambazo wanazipitia au wanazipata hizi athari kwa sababu walipata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa pia. Moja ya athari pekee ambayo inaweza kujitokeza au inayojitokeza ni ukosefu wa upendo wa dhati kwa mtoto. Watu wengi sana wanapopata watoto wakiwa nje ya ndoa eh, wakiwa kabla hawajaoana huwa kuna uhafifu wa upendo ambao unawakabili watoto. Watoto wanakosa malezi ya pamoja, eh, watoto wanakosa upendo wa dhati wa baba na mama. Najua mtoto huwa anajengika kwa sababu eh, anapokuwa anamwona baba anapokuwa anamwona mama, maana yake anahisi upendo eh, anahisi wanaishi pamoja wanazungumza naye wanamjenga kiakili, kiimani, lakini pia wanajaribu kumwendeleza katika maono mbalimbali ambayo mtoto alionayo. Kwa hiyo haya mambo yote ambayo yanaashiria upendo wa mtoto yanakosekanika. Na wa kwa sababu gani yanakosekanika? Umbali wa wazazi uliopo, kwa sababu hawakuwa na malengo ya kuoana, ila mtoto alizaliwa for walipanga lakini at the end of the day sababu zingine zikatokea, wakashindwa kuoana na kuishi kama mke na mume. Lakini athari nyingine ambayo inatokea au inaweza ikatokea ukipata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa ni maumivu yasiyoisha. Unapozungumzia maumivu yasiyoisha, yanasababishwa na yule mtoto. Kwa nini anasababishwa na yule mtoto? Unavyomtazama mtoto, anaishi katika mazingira ambayo hujayataka lazima upate maumivu. Unatazama mtoto anaishi katika mazingira ambayo baba yake ana kipato au mama yake ana kipato, lakini kwa umbali wao umesababisha mtoto aishi maisha ambayo sio mazuri. Maumivu yana uwezo wa kupaini katika moyo na yana uwezo ya kuanza kumtesa, ni kwa sababu uh, mtoto anaishi katika maisha ambayo hutajia, lakini pia vile vile hata unapomuona mtoto ea, unaweza ukamkumbuka eza unaweza ukamkumbuka, uh, mkeo au unaweza ukamkumbuka, eh, no mkeo, au unaweza ukamkumbuka mama yake au baba yake, kwa vile ambavyo ulivyokuwa ukimpenda, lakini at the end of the day hamjafanikiwa kuishi katika maisha ya pamoja. Lakini pia uh, athari nyingine, tunasema kwamba ni kukomoana baina ya baba na mama eh? kuna baadhi ya wazazi ambao walipata watoto kabla hawajaoa ana kabla hawajaolewa, wamekuwa wakitumia fursa ya mtoto kama huko. Mwana mama anaweza akataka mahitaji ya mtoto, lakini baba akahisi kama yule mama anataka kumuumiza hivi. Sasa anapofikiria kwamba anataka kumuumiza hivi manake, moja kwa moja baba hatumi kwa wakati, kumbe ni kweli mtoto anauhitaji. Lakini pia aidha mama anaweza akatumia yes, kigezo cha mtoto kumhangaisha tu yule baba, anaweza akamsikilizia mtoto, mtoto kwa kwa vitu vingi sana kwamba mtoto anahitaji baba, akawa anataarabika kule kwa ajili ya kuvitimiza, kumbe vile vitu havipo. Kwa hiyo hii ni moja ya athari ambayo inatokea baada ya wao kupata mtoto kabla na Eh, kabla ya kuoa au kuolewa, maanake kabla ya kuoana, halafu asije kutimiliza lile agano. Lakini changamoto nyingine ambayo au athari nyingine ambayo wanaipata, eh, watu ambao wamepata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa, eh, tunasema kwamba ni malezi duni. Sasa malezi duni ni pamoja na manake huduma haziwezi kumfikia mtoto kwa wakati, mahitaji ya mtoto hayapati kwa wakati. Hizi ni moja ya athari ambazo zinaweza zikajitokeza au zinazojitokeza kwa watu ambao wamepata watoto kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa, na at the end of the day, wasije kuoana na wale watu ambao walipata naye mtoto sasa. Eh, nini kifanyiki katika hizi changamoto? Iko suruhu ambayo lazima uweze kuichukua hii suluhu. Imegawanyika katika sehemu kuu mbili: iko suluhu kwa wale ambao ni wahanga, ambao wahanga waidi, tatizo nini, wakifanye ili waweze kuishi vizuri na maisha yao yakarejea ya katika furaha na amani. Suluhu namba moja, uh, tunasema kwamba sasa hii ni suluhu kwa ajili ya wahanga ambao wanaishi hayo maisha sasa. Maana wale wahanga wafanye nini ili kuepusha haya maumivu nini wakifanya ili kuepusha haya mateso? Jambo la kwanza la kufanya, kwanza kukubali kwamba jambo hili limetokea. Jambo la kwanza, unatakiwa kukubali kwamba nimezaa na mtu ambaye hana malengo ya kujioa au sina malengo ya kumuoa manake. Moja kumoja, kwa moja lazima ukubaliane kwamba hili tatizo lipo. Lakini pia baada ya kukubali, tunasema kwamba unatakiwa ujisamehe na umsamehe mwanzio, kwamba hata kama ilikuwa sababu ni wewe, basi ujisamehe ili kuweza kufungua ukurasa mpya, unatakiwa jisamehe samehe nafsi yako, jisamehe mwenyewe, lakini pia fungua ukurasa wa kumsamehe mwenzi wako, hata kama alisababisha hayo mambo yote yatokee, kumsamehe ili mweze kutengeneza ukurasa mpya. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kulifanya ili kuleta suluhu, kukubaliana na mfumo wa malezi sahihi ambao utakuwa salama kwa malezi ya mtoto na bila kuathiri maisha ya mtoto mwenyewe. Pia maana yake mnatakiwa mkae sasa kwamba sisi tumepata mtoto, lakini pia hatujafanikiwa kuwa baba na mama kuishi pamoja maana yake, ila tumefanikiwa kuwa wazazi eh? ambao tu ni wazazi wenza. Sasa kwa sababu tu ya wazazi wenza, mnatakiwa kukubaliana mfumo sahihi wa kuweza kuleta malezi sahihi kwa mtoto, ili mtoto asijisikie maumivu na mateso na kujuta kuzaliwa na nini. Lakini jambo lingine ni kuheshimiana au kuheshimu mahusiano ya mahusiano. Sasa mahusiano yenu yaliyopo sasa hivi, maana yake mnatakiwa kuyaheshimu na kuweza kuyathamini kwa sababu hayo ya nyuma yalishatokea na mnatakiwa mgange na kuheshimu mahusiano yaliyopo bila kuyaathiri. Jambo lingine maana yake mnatakiwa kuyaweka wazi eh, kwa wenzi wenu wa sasa hivi hayo mambo kwamba niko na mtoto na mtoto yule anahitaji malezi, uweze kushauriana namna nzuri ya kuweza kumlea yule mtoto au wale watoto bila kuwa athiri na bila ninyi wenyewe kuathirika katika mahusiano yenu yaliyopo. Lakini kwa wale ambao bado shughuli ni nini, ili usiweze kuingia kwenye yule mtego ambao wakupata mtoto kabla ya kuingia kwenye ndoa au kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa, jambo la kwanza ambalo ulitakiwa ujichukue wewe kama mtu ambaye haujaingia kwenye ndoa na huyu uh, usipati mtoto kabla ya hicho kipindi. Epuka mihemko ya kupata mtoto au watoto bila utaratibu maalum. Usiwe na, na malengo yani ya, ya kupata mtoto ndoa ya ndoto za kupata mtoto kabla ya kuolewa au kabla ya kuoa, sababu ile mihemko ya kupata mtoto kwa sababu tu unaona au kabeba, na unataka ubebe mtoto ukae ukio kwamba una uwezo wa kumfurahia mtoto anayekuja lakini, at the end of the day mlipuko wa maumivu utakaofuata utakuwa mkubwa kuliko ile hisia ambayo uko nayo ya kutaka mtoto sasa hivi. Hivyo epuka mihemko ya kupata mtoto bila utaratibu au watoto bila utaratibu. Lakini jambo lingine ambalo wewe unaingia kwenye ndoa na uh, uh, uh, ili usipate mtoto unachokofanya nini? Na uh, fikiria athari za kimalezi kabla ya kupata mtoto. Manake ili uweze kuepukana na huo mtego fikiria athari za kimalezi amba unavolea mtoto ukiwa peke yako. Unavolea mtoto akiwa mbali, unavolea mtoto akiwa na mama yake au baba yake peke yake. Unavolea mtoto ambaye analelewa na mama mwingine au na baba mwingine. Unavolea mtoto akiwa anaishi na bibi yake na babu yake huko eh? Unavofikiria hizi athari ambazo zinaweza zikatokea, itakusaidia wewe kuweza kujizuia kutokupata mtoto kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa. Lakini pia Ee, ikiwa unalazimishwa, shirikisha watu sahihi ambao wanaweza kuwashauri ili muweze kuishi vizuri na baadhi ya watu wanapoingia kwenye mahusiano wanaanza kulazimishwa kuzaa eh? Nizalie mtoto nizalie mtoto au nikupe mtoto au naomba nikuzalie sasa Hivi vitu vinapokuwa vikitokea na unaanza kulazimishwa, jaribu kupata watu sahihi wa kuweza kuwashauri wawashauri, ili msiweze kuingia kwenye mtego at the end of the day, halafu mkawa hamna malengo ya kuoana na mkajikuta mnaanza kuumuzana. Lakini pia chukueni maamuzi ya kuoa, uh, ya kuoana kwanza ili kuweza kudhibiti hili jambo, na ukiwa una mahusiano na mwenzi wako mchukue maamuzi ya kuoana. Kama kweli mnataka na mna nia chanya, chukue maamuzi ya kuoana, alafu mkishaoana uanze kupata watoto ili mpate watoto katika mazingira ambayo yatakuwa furaha, baraka, na jamii itawahesabu kama ni moja ya matunda ya ndoa yenu. Otherwise usiruhusu hicho kitu kitokee, okay, kwa sababu kinawatesa na kina uwezo wa kutesa na wewe pia. Watoto ni zawadi eh, ni zawadi tamu sana ambayo, eh, wakija kwa wakati na mazingira sahihi, itakuwa ni zawadi tamu sana ni zawadi mno ambaye ni tamu mno ama, ama wengi wanayefurahia wakija kwa wakati sahihi, lakini wakija katika mazingira sahihi, lakini pia hufanya eh, chachu ya upendo ndani ya familia. Ikiwa kinyume cha hicho, ina uwezo wa kuleta maumivu ambayo yana uwezo ya kukutesa kwa muda mrefu na kusababisha wewe usifurahie maisha kabisa kwa kuwaona watoto wako sasa. Ili uweze kuepuka hayo, hakikisha kwamba unachukua maamuzi sahihi ukiwa kabla haujaoa au kuolewa. Pia je, umepata mtoto kabla ya kuolewa au kabla ya kuoa? Nini kimekuumiza katika e, hiyo hatua ambayo umechukua na nini ambacho kimesababisha wewe sasa uchukue maamuzi sahihi ili uweze kuishi vizuri na wewe mtoto? Andika kwenye komenti yako hapo, na sisi tutajifunza jambo kupitia malezi au kitu ambacho e, unakipitia kwa kupata mtoto kabla ya kuoa au kuolewa. Mimi ni master trainer wako Tiba Jacobo na hii ni The Gold Voice.